Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhambalishana taarifa mbalimbali eh. Pasi na shaka upo salama kabisa. Kumbuka leo mapema kabisa hapa nimechambua kwa kina zaidi mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, namna ambavyo inaweza kuingilia kati eh, na kuchunguza kile ambacho kimetokea Tanzania Oktoba ishirini na tisa siku ya uchaguzi na kuendelea, ambapo tumeshuhudia maelfu ya vijana wa Kitanzania wakipoteza maisha, wengine wakijeruhiwa, na wengine bado wanatafutwa na ndugu zao. Kuna taarifa ambazo e, zimesambaa pia kwamba kuna baadhi ya ndugu ambao wanafahamu kabisa kwamba ndugu yao alikuwepo katika kituo fulani cha polisi na wengine kwamba ndugu yetu alikuwa katika hospitali fulani, lakini wakienda wanakuta ndugu zao hawapo. Sasa wamepelekwa wapi ni jambo lingine tena ambalo eh, linazidi kuibua wasiwasi. Nikakuchambulia kwa kina zaidi kwamba ili ICC waweze kuchunguza eh, serikali ya Tanzania eh, chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na kile ambacho kimetokea kuanzia Oktoba 29, kitu gani na kitu gani kifanyike. Na pointi kubwa ni kwamba ICC haiwezi ikafanya uchunguzi katika nchi husika bila kufuata utaratibu, na utaratibu ambao unafuatwa ni ule utaratibu ambapo nchi husika ikashindwa kufanya uchunguzi na kuwawajibisha waliohusika katika ya kufanya uvunjifu wa haki za kibinadamu, lakini pia nikakuchambulia makosa makubwa manne ambayo yakitokea katika nchi husika basi ICC wanaweza wakafanya uchunguzi. Nitakupitisha pia kidogo hapo. Kwa nini nimeanza na taarifa hiyo? Ni kwamba Umoja wa Mataifa jioni hii hii, ni taarifa ambayo imetoka jioni hii ambapo Umoja wa Mataifa waitaka Tanzania kuchunguza mauaji ya siku ya uchaguzi. Kumbuka pia Umoja wa Mataifa UN wana uwezo wa kuishinikiza ICC kufanya uchunguzi katika nchi yoyote ile, uwe ni mwanachama wa ICC au sio mwanachama wa ICC. Umoja wa Mataifa UN wana uwezo wa kuishinikiza ICC kufanya uchunguzi katika nchi husika na kwa Tanzania tunafahamu ya kwamba eh, Tanzania ni mwanachama wa ICC. Kwa hiyo moja kwa moja, eh, tuangalie kwa kina zaidi taarifa hii ambayo imetoka jioni hii, lakini pia nitakupitisha kwamba endapo serikali ya Tanzania isipofanya uchunguzi, kitu gani kinaweza kutokea? Umoja wa Mataifa waitaka Tanzania kuchunguza mauaji ya siku ya uchaguzi. Kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametaka uchunguzi juu ya mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu uliofanywa wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania huku ripoti zikiibuka kwamba miili inachukuliwa na vikosi vya usalama na kupelekwa katika maeneo ambayo hayajajulikana. Taarifa zilizopatikana na ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa kutoka vyanzo tofauti nchini Tanzania zinaonyesha mamia ya waandamanaji na watu wengine waliuawa na idadi isiyojulikana kujeruhiwa au kushikiliwa. Ofisi imeshindwa kuthibitisha kwa uhuru takwimu za majeruhi kutokana na hali tete ya usalama na kuzimwa kwa intaneti wakati wa kupiga kura. Taarifa za familia zinazosaka wapendo wao kila mahali kwa kutembelea kituo kimoja cha polisi baada ya kingine na hospitali moja baada ya nyingine ni za kutisha. Naomba sana serikali ya Tanzania itoe taarifa kuhusu hatima na mahali walipo wote waliopotea na kukabidhi miili ya waliouawa kwa wapendo wao ili wazikwe kwa heshima, amesema Volker Turk ambaye ni kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa. Amesema kwamba kuna taarifa ambazo e, za familia ambao wanasaka wapendwa wao kila mahali kwa kutembelea kituo kimoja cha polisi baada ya kingine, lakini pia hospitali moja baada ya nyingine ni za kutisha sana, taarifa hizo. Naomba sana serikali ya Tanzania itoe taarifa kuhusu hatima na mahali walipo wote waliopotea na kukabidhi miili ya waliouawa kwa wapendo wao ili wazikwe kwa heshima. Pia kuna ripoti kwamba vikosi vya usalama vimeonekana vikiondoa miili kutoka mitaani na hospitalini na kuipeleka kwenye maeneo ambayo hayajajulikana katika jaribio la kuficha ushahidi, amesema Turk, kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za kibinadamu ameitaka Tanzania kuchunguza madai haya mazito ya ukiukaji wa haki za binadamu kikamilifu na kwa uwazi na kuwawajibisha wale waliohusika. Kumbuka, mpaka sasa serikali ya Tanzania haijatoa tamko lolote lile, lakini kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu ameitaka Tanzania kuchunguza madai haya mazito ya ukiukaji wa haki za binadamu kikamilifu na kwa uwazi, lakini pia wale wote ambao wamehusika wawajibishwe. Ametoa wito kwa mara nyingine kuachiwa huru bila masharti vigogo wote wa upinzani waliokamatwa kabla ya uchaguzi mkuu, akiwemo kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema Tundu Lisu na watu wengine wote waliowekwa kizuizini tangu siku ya uchaguzi. Inarifiwa kuwa zaidi ya watu 150 wametiwa mbaroni tangu siku ya kupiga kura, wakiwemo watoto walioshtakiwa kwa uhaini. Ni muhimu wale wote waliokamatwa au kuzuiliwa kwa makosa ya jinai wawasilishwe mara moja mbele ya mahakama, na wale wote wanaozuiliwa lazima wapewe haki kamili chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu amesema Turki. Hii ni taarifa ambayo ukipita katika tovuti zote za umoja wa mataifa utakuta imechapishwa e, taarifa hii ambapo wanaitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi mara moja wa kile ambacho kimetokea e, Tanzania, lakini pia sio tu kufanya uchunguzi kwa kile ambacho kimetokea e, Tanzania, lakini pia wale wote waliohusika basi wawajibishwe. Nikukumbushe pia kipindi ambapo e, mtandao ulikuwa umezimwa e, kuna vitu vingi sana vilitupita pale katikati, na moja kati ya kitu kikubwa mno e, ni Umoja wa Mataifa pia UN iliweza pia kuzungumzia kile ambacho kimetokea Tanzania, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliweza Eh, kuonesha wasiwasi wasi mkubwa mno eh, kutokana na kile ambacho kimetokea Tanzania eh, kuhusu mauaji ambayo yametokea Tanzania. Ilikuwa ni taarifa kutoka Umoja wa Mataifa ambapo eh, kutoka Umoja wa Mataifa ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea wasiwasi wake kuhusu hali nchini Tanzania eh, kufuatia uchaguzi mkuu na ripoti za vifo na majeruhi wakati wa maandamano hayo ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sasa nilikuambia, nitakupitisha hapa makosa makubwa ambayo mahakama ya uhalifu ya kimataifa inaingilia kati, ni makosa makubwa manne, e, makosa makubwa zaidi ya kimataifa manne, kama vile mauaji ya kimbali, uhalifu zidi ya binadamu, uhalifu wa kivita, pamoja na uhalifu wa uchokozi. Hayo ni makosa manne ambapo ICC wanaweza wakaingilia kati. Lakini pia kwa Tanzania mpaka hivi sasa ni kwamba hakuna taarifa yoyote kutoka ofisi ya ICC kwamba serikali ya Tanzania imeshtakiwa au ICC wanafanya uchunguzi dhidi ya serikali ya Tanzania kutokana na kile ambacho kimetokea Oktoba 29 na tusubirie kuona kitu gani kitatokea kita, lakini kwa sasa hakuna uchunguzi rasmi ambao umefunguliwa na ICC kuhusu matukio yoyote ya Tanzania ikiwemo yale ambayo yanahusiana na tarehe ishirini na tisa Oktoba eh, mwaka huu. Lakini iwapo vifo au madhara makubwa yatathibitishwa ya na kukidhi vigezo vya uhalifu dhidi ya binadamu na mfumo wa mahakama wa Tanzania usipoonyesha hatua za wazi na za kweli za kuwashughulikia wahusika hapo ndipo tu ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC inaweza kuanza kuchunguza eh, kuhusu matukio yote yaliyotokea Tanzania kuanzia Oktoba 29. Lakini pia kubwa lingine ni kwamba vijana ambao mpaka hivi sasa wamefikishwa mahakamani na kusomewa eh, mashtaka ya uhaini ni vijana wengi sana ambao wamefikishwa mahakamani. Jumla ya watu 641 wamefikishwa mahakamani hadi sasa wakishtakiwa kwa makosa ya uhaini na makosa mengine yanayohusishwa moja kwa moja na maandamano na vurugu ambazo zimetokea nchini kuanzia Oktoba 29 mwaka huu. Mawakili Maduhu Williams Pokisabo na Dickson Matata wamezungumza na wanahabari leo Jumanne Novemba 11 mwaka 2025 kama wanachama wa Chama cha Wanasheria Tanganyika na miongoni mwa mawakili walioteuliwa na chama hicho kuhakikisha wanatoa msaada wa kisheria bila malipo kwa washtakiwa hao walioko maeneo mbalimbali nchini, sambamba na wale ambao bado wanaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi. Katika maelezo yao wamesema miongoni mwa washtakiwa hao 240 wako Dar es Salaam washitakiwa kwa makosa ya uhaini, Mwanza 172 wakishtakiwa kwa unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji mali, uharifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma wapo washtakiwa 32 wakishtakiwa kwa uhaini na Kigoma wapo 11 ambao wanashikiliwa kwa unyang'anyi wa kutumia silaha. Kwingineko, Iringa wapo 89 wakishtakiwa kwa uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe kuna washtakiwa wa uhaini 9, Tabora wapo watano wanaoendelea kushikiliwa polisi, Bunda wapo 29, Tarime wapo 9, na Mafinga wapo arobaini na tano, wote wakishtakiwa kwa makosa ya uhaini. Wakati huo huo, mawakili hao wamesema bado hadi sasa hawajapata hati ya mashitaka inayowahusu washtakiwa wa Arusha ambao wamefikishwa mahakamani kwa makosa ya uhaini, kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokuwa na dhamana kwa mujibu wa sheria. Baada ya mashitaka yao kusomwa mahakamani kwa Dar es Salaam, watuhumiwa walipelekwa katika gereza la Segelea. Mawakili hao wamewaeleza wanahabari kuwa adhabu ya juu kabisa ambayo wanaweza kukutana nayo wateja wao endapo watakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa, huku adhabu inayofuata ikiwa ni kifungo cha maisha jela, huku adhabu ya chini ikiwa ni kifungo cha miaka thelathini jela. Hivyo kutokana na uzito wa adhabu hizo, chini ya mwambuli wa TLS, mawakili hao wamehaidi kutoa utetezi unaostahili kwa ukamilifu wake kisheria. Lakini pia leo tumeshuhudia ambapo e, tumeshuhudia mfanyabiashara Nifa pamoja na wenzake pia wakipitishwa e, wakifikishwa mahakamani. Wakili Peter Kibatala amesema kwa kushirikiana na mawakili wengine watatoa huduma ya kisheria kwa mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu kama Nifa e, pamoja na Lucy Melda Bon Gregory maarufu kama strong Icam pamoja na wengine ishirini walio katika mashtaka yanayowakabili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwapigania mpaka watakapopata haki yao, amesema Kibatala. Novemba 7 mwaka 2025, Nifa na wenzake walifikishwa mahakamani hapo na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Mawakili wa utetezi upande wa Nifa na wenzake waliwasilisha hoja kuu mbili mahakamani hapo. Ya kwanza ni kuwa wateja wao waliteswa na kupigwa, hivyo wapatiwe matibabu, hoja ambayo ilikubaliwa. Na hoja ya pili ni kuwa hati ya mashitaka si halali, ambayo upande wa jamhuri uliomba kuijibia leo Novemba 11, mwaka 2025. Leo pande hizo mbili ziliweza kujibizana, upande wa jamhuri ukijibu juu ya uhalali wa hati ya mashtaka na upande wa utetezi ukifanya rejoinder ambapo mahakama imesema itatoa uamuzi Novemba 25 mwaka 2025. Kwa hiyo kesi hiyo imeendelea bila uwepo wa washtakiwa wa mahakamani, japo walishiriki kwa njia ya mtandao. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini taarifa kubwa ni hii ya Umoja wa Mataifa kutaka serikali ya Tanzania kuchunguza mauaji ya siku ya uchaguzi. Tochemani yako na endelea pia kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.